Uganda una wabunge wow, wenye akili na uwezo wa kuwakilisha wananchi wao kwenye majimbo. Shida unapomlazimisha Mganda atumie lugha ngeni, lugha ambayo sio lugha mama ni ya Kiingereza. Sasa tuna fikra fulani ya kupima ujanja wa mtu kulingana na vile anavyozungumza lugha ya Kiingereza, na huku tunajidai miaka sitini na tumepata uhuru. Nenda China. Ndugu zangu mlioka hapa, tulikuwa havana chini kubwa kule. Nataka nizungumze tu Russia na China. Unapojidai umepata uhuru wa kweli, hatua ya kwanza ni kujua kwamba una lugha ye lugha mama ambayo unatumia wewe kama mwananchi. Hauwezi kuja hapo ukasema we are independent. Neno uhuru, i think that's the right uh, definition independence, uhuru huwezi kujidai wewe umepata uhuru, na mnapokuwa kwenye maadhimisho ya sherehe za uhuru mnatumia lugha ya mkoloni, hapo kuna uhuru pele? So tunapokutana hapa aa, na lengo likiwa ni ku kitakasa, eh, tutakase Kiswahili tukiendeze na kukienzi. Ni lugha ambayo tunajivunia kama watu weusi, ni lugha ya biashara lugha wezeshi, Kiswahili ni lugha isiyobagua. Na mimi binafsi naomba nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu miaka miwili niliyojitolea kufanya kazi kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Arusha nchini Tanzania mwaka elfu mbili na saba na elfu mbili na nane ndiyo na na chanzo cha mimi hapa kujifunza Kiswahili na niliondoka pale nikielekea nchini India kimafunzo zaidi na bahati hiyo niliipata kwa sababu nilijitolea vijana mlioko hapa naomba niwashauri kuna tabia fulani vijana siku hizi wamejifunza kila ikitokea uh, event kama hii mtu anajiuliza nitafaidi vipi that's a very, very big challenge that we have Unapomwambia kijana naomba jioni, Wastavira tutakuwa na shughuli fulani, naomba muje, mjitolee, tukafanye kazi fulani, tusafishe mazingira, tutengeneze, tupake nene, tufute viti, tuandae tu mazingira, kijana atakuuliza, aha nitafaidi vipi? Naomba nizungumzie the power of voluntarism, kujitolea kufanya jambo bila kutegemea malipo inalipa, na malipo yake mfano hai ni mimi hapa. Miaka miwili nimejitolea Arusha, silipo mshahara mwezi wa kwanza mwezi wa pili. Prof, nilipokuwa Arusha ni kijana elfu mbili na saba nimemaliza show nikatuana nikuza mpya nikapewa nyumba Kijana kabisa, nimepewa nyumba banglo kule. Wanaoishi Arusha mnajua, seneta Njiro. Nimepewa nyumba, nimepewa gari, kwa kujituma. Wanaondoka ofisini mimi dake, na nikajiambia na sitazunguza ya Kiingereza, nikaanza kujifunza Kiswahili, na neno lililonipa changamoto sana hadi leo ni neno najua moja, ni kio vikiwa mingi nao That one was a problem to me. <laughs> Kii naona duka imeandikwa hapa, tunauza V100 amini. <clears throat> So kwa nawambia Nauna maduka pale, yaani kuna nifuata kupeleka nyumbani, nambia nika hapa kwenye duka linauza <laughs> kwa Vio. Ni Vio. Na mimi hundred na, na Vio lakini nakili wazi mbele yenu asubuhi ya leo kwamba sijuti hata kidogo prof, urafiki wangu na rais yule akakuta Mseveni. Naomba nitoe siri leo, niko hapa Wasta bila, watu wengi hawajui ukenda kuona rais, katibu kiongozi anakwambia una dakika kumi tu. Mi nikaenda kumwona rais dakika arobaini na kuendelea, akigonga pale rais anamfanya hivyo kwa sababu Rais Museveni anapenda sana lugha ya Kiswahili. Mimi sizungumze na rais lugha ya Kiingereza. Wala naomba niwaambie tukiacha siasa pembeni. Rais Museveni akiwa muumini wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mnaelewa alivyoshikilia shida mtangamano wetu. Kweni uongo? Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa vijana mlioko hapa iliundwa mwaka 1967. Na haya maono ni ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakadumu miaka kumi na wakafanikisha waka mengi. Mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba mtangamano wetu ukasambaratika kwa mambo ya siasa isiyoeleweka. Walipovunja umoja wa Afrika Mashariki, Rais Museveni mwaka elfu moja mia tisa na tisini na saba akaanza mazungumzo na Rais Mwinyi, hayati Rais Mwinyi na hayati Rais Moi hapa na mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa rais Museveni aliweza kuwashawishi hayati hayati rais Mwinyi, wakati alikuwa rais Mkapa, sasa pamoja na rais Moi wakatia sahihi ya kufufua jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi ya Kenya, jamhuri ya Kenya ina uwezo kiuchumi. Mpaka juzi mlikuwa mnaongoza kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki kiuchumi, lakini takwimu za sasa zinaonyesha kwamba Tanzania imepita Kenya kiuchumi, naomba mjipigie makofi wa Tanzania. Ah, zinaweza zisue taarifa rasmi <laughs> hapa lakini kiukwe hapa siasa, lakini sisi ni viongozi na tunajua uhalisia. Mpaka mwaka jana Kenya ilikuwa inaongoza kiuchumi kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa yaliyotokea hapa mnayajua kidogo, ile ikasababisha Tanzania kujiweka imara zaidi na tunapozungumza ukweli ni kwamba economy ya Tanzania is the leading in the region na destination ya wawekezaji wengi sasa hivi. Wawekezaji kutoka nchi mbalimbali, preferred destination ni jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa tunapozungumzia Kiswahili, tunapotaka kukieneza na kukienzi Kiswahili, lazima tumulike fursa kwa vijana. Mimi miaka niliyoishi Tanzania nimeona Watanzania swala la kubidhaisha Kiswahili na kujivunia lugha hiyo, wazazi wengi wameanza kuachana nayo. Shule za english medium zinaota kila mtaa, kila kata, english medium schools, na wazazi wanajivunia tupangwe na shule ya english medium. Sisi Uganda Kiingereza ni lugha ya kawaida, Kiswahili ni shida. Tunaelewana Mtanzania? Hmm, una lulu, hmm, mna lulu lugha ya Kiswahili. Wale waliokuwa Cuba mmeona, kwa nini watu wa, wa, wanaojifunza wanaotumia kispanyol waanze kuona matumizi ya lugha ya Kiswahili, wanataka kuachana na Spanish, Prof. katika mizunguko yangu nashukuru Mungu, nimebahatika, nime naongea na dada Rachel aaa, kwamba sijui Mungu nasema nikikutana, ameweka ndani mwangu nasema nili kwa Kiswahili, napatana nafasi kila wakati kukana Mama Maria Nyerere pale Msasani. Naomba niwaambie wale ambao hamjui, wanaujua sawa. tangu mwaka elfu moja na sitini na moja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anatuma walimu wa Kiswahili kwenda Havana na Santiago de Cuba kwenda kufundisha madaktari wa Cuba na wale wapiganaji waliokuwa wanatoka kule kuja kusaidia Msumbiji, kusaidia Afrika Kusini, kusaidia Angola, Namibia, kwenye mapambano dhidi ya wakoloni. Sasa Fidel Castro na Mwalimu Nyerere wakiwa viongozi wenye maono waliona kwamba tuta ku- tutaendaje sisi madaktari wa Cuba tutaendaje kutibu, au wapiganaji kule, tukiongea Kispanyol na wale wanazungumza Kiswahili? Muone kwamba hawa viongozi walikuwa ni waina yake. 1960 mwalimu Nyerere sends Kiswahili teachers to Cuba, kwenda kufundisha wa Cuba Kiswahili, ni wapande ndege waje kupigana ili nchi za Afrika zipate uhuru. Sasa wewe Mtanzania unakionea haya Kiswahili, kwa sababu ni lugha ya kawaida, umezalia unakitumia. Kiswahili ni bidhaa. Walimu wangapi sasa hivi walioko Afrika Kusini? Maisha yao yamebadilika, wamejenga nyumba, wanatunza familia zao, wamenunua magari kwa kutumia kwa kuwa tu walimu wa Kiswahili. Tumekutana hapa, kila mtu ametoka sehemu mbalimbali, kwa sababu ya lugha ya Kiswahili. Dokta Songa ametuongoza hapa kwenye wimbo akasema, njoo uone Kiswahili kinavyolipa. Waandishi wa vitabu muna faidi, walimu muna faidi. Msanii Jose Chameleone nchini Uganda anasifika sana, mnamta mnamfahamu mm. na Jose Chameleone sio kama ni msanii bora Uganda wala, wapo wasanii wazuri kumshinda, lakini aligundua siri Bobi Wine huyu jamaa ambaye sasa hivi anagombea urais, unamfahamu? Chagulani, Chagulani Bobi Wine. Ukisikiliza nyimbo zake zina maana sana kuliko wasanii wengi, lakini hakuwa na maono zaidi ya kutaka kuimba nyimbo ambazo zita kutumia lugha itakayovuka mpaka wa Uganda. Nyimbo zake nzuri, lakini ziko kwenye lugha ya Kiganda, kwa hiyo ziko limited kwenye mipaka ya tena sio na mipaka ya Uganda, unajua Uganda kuna ufalme wa Buganda, unatambua hilo? Mm -hmm. Sio kama vutaanaulea Kiganda. Kiganda ni ufalme wa Buganda kama Karagwe, mbona mfano. Mm -hmm. Kiganda tupie kama Kichaga kama mkoa wa Kilimanjaro na Arusha kidogo pale, lakini wamebahatika mji mkuu huko kwenye ufalme wa Buganda uwanja wa ndege hapo, mambo yote yako kwenye ufalme huu. Sasa influence ya Kiganda ikawa ime spread Chameleon, nikirejea pale aligundua kwamba ameanzia hapa Nairobi, alianzia hapa Nairobi. Chameleon akajifunza Kiswahili na kila akitoa wimbo, wimbo wake unauza haraka sana, kwa sababu una audience nchini Kenya, una audience nchini Tanzania hata wagari wasujua Kiswahili akiva, kuna wale wale waliobarikiwa na Mungu sindio? Huo mm. wimbo mnaujua sana sindio? Mm, tumeuzindua Dar es Salaam, Maisha Club, na mimi nikiwa ndio nimemleta kama promota wake, nikiwa nimebeba bendera ya Jumuia ya Afrika Mashariki. Mm, tumekuja Maisha Club, tukaja hapa Kisumu, tukaenda Eldoret na hapa Nairobi nilijua kwamba vijana wa Afrika Mashariki kutambua umuhimu wa mtangamano, lazima tutumie lugha moja, lazima tutumie bendera moja. Naona gari ile iliyoleta ndugu zangu kutoka Tanzania mumeweka bendera ya Tanzania. Sawa, ni vizuri kuwa mzalendo, kujivunia utanzania wako, lakini hautoshi. Maono ya Mwalimu Nyerere mnatambua kwenye historia, kwa nini aliamua kuchelewesha sherehe za uhuru wa Tanzania? si ndio? mm. dk So ukijenga nyumba yako leo ikakamilika, utapenda kufanyika tuje kusherehekea. kwa Kiingereza mnasema house warming, kwa Kiswahili mnahitaji sherehe za kuingia nyumba, si ndio? mm. Mwalimu Nyerere nyumba yake ilikuwa tayari. Nyumba inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akasema kidogo tu, hizi sherehe zisubiri jirani Kenya na Tanzania wapate uhuru, tukafanye sherehe moja. Yani ni maono ya sio ya kawaida, yani ni maono ya kiongozi mwenye sifa tofauti na kawaida. Nao unapojivunia Utanzania, jivunie kuwa mwanachama, mwananchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Naomba ndugu zangu, nikikaribia kumaliza, niwaambie mimi ni mwanaspoti hapa hapa Kenya kila wakati wananiandika, Citizen, KTN, KBC kuja kuzungumzia sana sana, tukiwa tunaelekea mikono ya Olympics, World Championships, bwana riadha. Utaangalia nchi kama Kenya, Rais Ruto atachukua bendera ya Kenya, atawakabidhi timu Kenya. Haya, Eliud Kipchoge, haya haya, Edna Kiplagat, Ezekiel Kemboi na wengine, sasa hivi wapo, watawapa bendera ya Kenya kuwakilisha Kenya. Uganda Rais Museveni atafanya hivyo. Swali ni kuna vinchi kama Burundi wana wanariadha wawili na wenyewe wamepewa bendera kwenda kuwakilisha Burundi. Sasa pale tunakosea maono ya, ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, maono ya wasisi wa jumuiya yetu. Kwa nini tusiungane tufanye michuano inaitwa regional qualifiers? Kama wanariadha wazuri wako Kenya na Uganda sawa, kama wacheza mpira wazuri wako Tanzania ama mabondia ili kutifanya qualifiers, kupate timu moja inawakilisha jumuiya ya Afrika Mashariki kama nchi moja. Tukienda atabeba bendera ya Burundi, bendera ya Kenya, bendera ya Tanzania, Rwanda, Somalia, Congo, South Sudan, tukienda huko unaona confusion kabisa. Wengine hawajui cha kufanya, hawana vifaa vya kutumia, lakini bado wanang'ang'ania sisi ni nchi sovereign, ni nchi huru mm. Marekani na states zake zote hamsini na ngapi, hamsini, mm. na Bele, wote wanaunga timu, wakabeba bendera Mwajen. Wakifika pale mnaona tu kwenye medalist ile list na orodha ya medali mm, unaona Marekani dhahabu medali ishirini Kenya medali moja mambili kwa riadha, Tanzania sifuri. Ni kweli uongo? Ongo, tungekuwa tumepeleka timu moja ya Afrika Mashariki kwenye riadha, garantii medali zote tunachukua sisi. Mbio za masafa marefu mita mm. elfu kumi elfu tano na nini, usimunaelewa mm. Tanzania mna rafiki yangu mmoja anaitwa Steven Simu yule mwana mm. riadha Uh, mm. kwenye Olympics za Tokyo umeona kidogo alikuwa eh alikuwa anakaribia ku, no, Ufaransa, right yeah. he was almost getting a medal. Mimi nilikuwa naye Brazil 2016 nikiwaweka pamoja, nikamwambia nye ni ndugu, tunatoka sehemu moja. Mkenya akishinda ni Tanzania imeshinda, ni Uganda imeshinda. Ndugu zangu kwa kutumia Kiswahili niwaambie Hakuna mtalii anayetoka Marekani akifika hapa Kenya, akaenda Masai Mara, akaenda Mombasa, akaja mlima Kenya na hapa maisha ya Nairobi akarudi. Wachache akitua tu JK uwanja wa wa Nairobi hapa, ataenda Mombasa kidogo aone bahari na nini kidogo tu, anaambiwa kuna mto naye huko, hapa tu nchini Uganda, kwenda pale, kuna mabasi ama ndege, dola mia mbili. Sataenda akaone mtu naye. Kidogo niambiwa usiende bila kufika Serengeti na Ngorongoro. Unaendaje? Kuna ndege ya Tanzania, Uganda Airlines, Kenya Airways. Kwa sababu ni vijiji jirani tumeshindwa tu kutoa ile tuliowekewa na wakoloni hiyo mipaka ambayo sio ya kusaidia kuendelea. Sasa Uganda Tourism Board inaangaika na budget ya kutangaza Uganda. Kati TV marafiki zangu sana kule Dar es Salaam. Wanangaika kutangaza Tanzania hapa you, uh, Kenya Tourism Board ina budget kubwa kutangaza Kenya, hmm. Uchoyo kiasi kwamba tumefika hatua fulani ya kutangaza kwamba mnajua tu wanatania mlima Kilimanjaro huko nchini Kenya. Sijui ni unajua, hii mambo ya utani utani <coughs> kijijini. Kwa nini tusitangaze destination East Africa ili tunaweka kwa kikapu kimoja, bajeti ya Tanzania kutangaza Tanzania na Zanzibar, changieni hapa, bajeti ya kutangaza destination Uganda, changieni hapa, bajeti ya kutangaza Kenya, tuchangie hapa, ili tunapotangaza utalii tutangaze jumuiya ya Afrika Mashariki. Tukitaka vivutio vya utalii tutavitaja tu, Ngorongoro Tanzania, Kilimanjaro Tanzania, kuna Zanzibar Uganda, kuna mtonai Uganda, kuna Mission Falls maporomoko. Kenya kuna mbuga ya, ya wanyama ya Masai Mara, kuna A na B na C. Ili tujaribu kutumia lugha moja ya Kiswahili kuleta pamoja, lakini tuache kuwa na maono I don't know how you say it. Ding, myopic. kutuona mbali kwa sababu, mpaka tuamue na tukubali kwamba umoja wetu ndio utatusaidia kupunguza mambo mengi. Ninyi Wakenya mkifanya biashara, mmelima matunda hapa ya, ki, ya kizidi, mnayauza wapi? Unatafuta kwa jirani, Kenya, Tanzania au Uganda. Sasa hivi mpakani Busia na Malaba, magari ya maembe, magari ya nyanya yanavuka, yanapeleka nyanya na ya Uganda na mengine yako kule.